kule Zanzibar ambapo mkutano wa tisa wa baraza la wawakilishi Zanzibar umeanza kisiwani Unguja ambapo wajumbe zaidi ya sabini wameapishwa kwa mujibu wa sheria kulitumikia baraza hilo katika kipindi cha miaka mitano. Kikao hicho kilifunguliwa leo asubuhi, ambapo spika mpya wa baraza la tisa la uwakilishi Zuberi Ali Maulidi aliapishwa kwa mujibu wa sheria ya katiba ya Zanzibar, na baadaye wajumbe sabini na saba wakiwemo wawakilishi kutoka majimbo hamsini na nne na ishirini na tatu kutoka viti maalum Unguja na Pemba na wakala viapo vya utiifu kutumikia baraza hilo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu krothumwali kutoka Zanzibar. Hatimaye kikao cha baraza la wawakilishi kimeanza hii leo kisiwani Unguja, ambapo kikao hicho kilianza kwa kufanya uchaguzi wa kumchagua kwanza spika wa baraza la wawakilishi, ambapo Mheshimiwa Zuberi Ali Maulidi ambaye alikuwa ni mgombea pekee kwa tiketi ya CCM na kisha akala kiapo cha utiifu. hey, hey, nini matarajio yao? Uh, wengi walifikiria kwamba kazi nyingi zingeweza kufanikiwa kwa vizuri zaidi kama tungekuwa tuna upinzani, lakini nataka niwaambie kwamba challenge hii ni challenge ambayo sisi tumechukua kwa vizuri zaidi na ni challenge ambayo watu wataiona ina matumaini mema zaidi. Tutashirikiana wananchi ya, wa, ya, wa, wa aina zote, hatutakuwa na ubaguzi tutajitahidi kuweka umoja na mshikamano katika kutekeleza majukumu yetu. Baraza hili la tisa mimi ninavyoliona kwa kweli viongozi uh, uh, uh, au wawakilishi uh, wana uchu wa kufanya maendeleo katika, hasa wale walitoka Pemba, mara hii wamekuja na kazi kubwa na ari kubwa ya kuleta maendeleo katika kisiwa chao cha Pemba, na wakifanya hivyo mimi naamini hata 2020 Chama cha Mapinduzi kitapata ushindi mkubwa sana. Mimi naona ni jambo la kawaida. E, vijana wamejitokeza wengi na wawakilishi wengi wapya upya wao na hakika utaleta changamoto kubwa sana. Nikiripoti kutoka hapa katika jengo hili la Baraza la Wawakilishi, eneo la Chukwani mjini Unguja, mimi ni Kusumwali wa TBC.